Mambo vipi mwana SNS? Ah, uh, karibu sana. Mi naitwa Frederick Bundala Skywalker. Nakwenda kuzungumza na ni uh, mwalimu by profession lakini ni rapper pia kama ambavyo unamwona kizalendo lakini uh, mwana hip hop mwenzetu au sio? Kwa sababu uh, sisi wenyewe wachanaji pia. Lakini uh, vile vile kuonesha kwamba pamoja na uh, kwamba hayuko uh, darasani sasa hivi, hufundishi tena mzee sasa hivi. Na my brother. Ufundishi tena wa kusoma? Mm, A-ha. Siwezi kusema sifundishi tena, nafundisha lakini sio, si ndani ya kuta nne za darasani. Ah, okay. Kuta nne maanaake nini? Darasa zina kuta nne. Ah, okay, okay. Unafundisha mm, kwa style tofauti eh, mara ya mwisho ulikuwa shule gani mzee? Mara mwisho nilikuwa huru uh -huh. Seminari Kilimanjaro. Ah, okay. Ah, unafundisha nini? Nilikuwa nafundisha English na Kiswahili. Ah, so mwalimu wa lugha. So hiki ni kitabu chake ambacho kinaitwa English Speaking Doses. Hii ni dozi ya kuzungumza Kiingereza, sio? Naam. Unagundua nini bila shaka wakati unakiandika? Naam. Ulikuwa creative ku uh, uh, pengine kulenga eh, uh, nini? Ufundishaji ambao utakuwa rahisi zaidi kwa mtu ambaye anataka kujifunza Kiingereza, si ndio? Kwa nini uh, hiki ni kitabu kizuri mtu kuwa nacho? Asante sana my big brother. Hiki kitabu ni kwa ajili ya Kiingereza cha kuzungumza okay. Watu wengi wanapata changamoto kwenye Kiingereza cha kuzungumza, unakuta amefanya vizuri darasani kwenye Kiingereza cha kuandika, lakini kuzungumza inakuwa changamoto. Sasa hii English speaking dose ni kitabu maalum ambacho mtu ni lazima kuwa nacho, naweza kusema kwa sababu kimerahisisha namna ya utamkaji. Kwa mfano, unaweza kuona hapa kwenye gamba la kitabu. Ni kawaida kusikia mtu anasema juice mm. I like some juice, kitu ambacho ni makosa, anatakiwa anasema I like some juice juice. yes, I need some juice mm -hmm. Sasa akiangalia kwenye dictionary atakuta wametumia zile alama za kifonolojia uh -huh. Sasa mtu ambaye hana exposure kwenye hizo alama, yani phonological symbols atapata tabu. Kwa hiyo hiki kitabu kinamfata mtu ambaye ndio anaanza kujifunza lugha ya Kiingereza, kwa sababu nimeswahilaiz hizo pronunciation okay. Eh, unaweza kuona neno hapa, unaona watu hutamka hate kwa maana ya kimo, kumbe yeah. sio hate, inapaswa kuwa height height, height. Naam. na neno kama onion mm. mtu anasema onion kwa sababu hajapata haja, haja, haja kutambulishwa kwenye zile phonological speech sounds kumbe, inapaswa kuwa onion, onion, onion. Sio onion, na, onion. Eh, au wengine unasikia wanasema Wednesday: We shall meet on Wednesday. mm. Kumbe ni makosa, anapaswa kusema we shall meet on Wednesday, na maneno mengine kama hayo. Kwa hiyo ni kitabu ambacho okay. ni dozi inayojitegemea kabisa, ukiwa nacho kinakupa mwongozo mzuri kwa kuswahilize speech sounds, lakini ukisha advansi, kuna baadhi ya kurasa humu ukisha master vizuri huu msingi wa wa english speaking. Yeah. Baadaye sasa unakuja kuwa kama nguli sasa basi unakutana kabisa na naona no, ma, maneno mengi ya. kama August, automatic, audio. Ukurasa wangapi huo? Audience, ina 24. 24. Ah. Authority. Naam. Au audition. Naam. Audit. Naam. Auction. Naam. Fauna. Naam. Sauna. Ai safi sana. Yaani hii upate tabu kutamka maneno yani. No, mm. No. umeandika vile kwa Kiswahili vile ambavyo Kiingereza kinatakiwa kitamkwe Jesus. umeandika No. kabisa No. fiva kwa maana ya homa No. fedha fedha. No. No. Ah, eh? inatamkwa hivyo No. kwa maana ya mabawa sio, no.

ni kitendo cha kupoteza yes. Mm. Lakini ambayo ni legevu, sio tight. Naona sasa mambo hayo vyote hivi jamaa amevipiga hapa lakini sana. Hii inatakiwa iwe na maneno iwe na, ni mengi sana, kwa hiyo na, nadhani kisio kitabu cha kwanza na cha mwisho. Yes, my brother, na <laughs> maneno ni mengi yeah. Lakini hiki kitabu kinatoa msingi wa kukuwezesha hata kuyamudu maneno mengine sababu, mm. kimekupa mwongozo wa sauti, kwa hiyo maneno mengine ukiona yana sura hiyo unajua kumbe sio audio. Yeah. Audio. Audio. Sio audience ni audience. Sio authority. Ni authority. Flora and fauna kumbe ni fauna. Mm. Sona sio sauna Anaenda kuenda um, sauna pale um, tunatamka kama inavyoandikwa. Naam, kwa mfano ukiangalia ukurasa wa 25, um, kuna neno hapa kama unaweza kuangalia huko, samahani 25, 25. Kitabu kinaonekana kidogo lakini kina peji e, nyingi. Ukurasa wa 25, unaona hilo neno hapo, nimeandika gift. Yeah yeah yeah. Lakini watu utamka gift. Gift badala gift. E, kwa hiyo ni makosa. Naona hapa kuna girl, unataka useme girl. Yes sana. Yes. Yeah, so hiki ni kitabu ambacho kipo kinapatikanakinapatikana kina ba... kinapatikana kwenye some bookshops. Okay. Kwa mfano ukienda pale Bamaga, nipo kwenye mchakato wa kupeleka pale kwa my brother Joel na nauka uh-huh. likiweza kupata chansi ya kuwa pale watu wa kipata, ila kwa sasa hivi mtu akitaka kukipata anawasiliana nami moja kwa moja. Labda kama utajali yeah, utajali, of kitaji, course, of course. kitabu na tamani watu wawe nacho kizuri sana, kama unataka kujifunza Kiingereza. Naam, kwanza kwa mitandao yangu ya kijamii Instagram, napatikana kwa jina la Wakusoma ofisho. Na ukitaka kunipata kwa ajili ya hiki kitabu na mambo mengine ya kuhusu kazi yangu utanipata kwa simu nambari 065344 arobaini na tatu, sifuri, sifuri, sifuri, Mm -hmm. No, sawa so, kwa hiyo ilikuwa ni pati ya kwanza ya uh, wakusoma kuja yeah, hapa lakini hapa anatambulika kama Sabulabu sio? No. yeah, yeah. Full name ni? Joseph Bulabu Peter. Joseph Bulabu Peter. No. Lakini kwenye fani yake hii sasa akiwa amevaa kapa kama unavyomwona yeye yeah, ni rapa pia na apparently ana ujio wa albamu yake inaitwa Wake Up Call. No. Naona una majina ya kutosha hapa, nimeangalia, naona una, yes, una darasa no. Afu darasa usha kunieleza una historia naye mwanao for sana real, for real. Kuna Baraka The Prince, kuna Belle 9, kuna 16, kuna Jinako. Say, ni, niambie kuhusiana na hii albamu. My brother, kwanza wewe unafahamu mpaka mtu unafikia kuwa na masterpiece kama hii akama, yeah. hii si swala la kitoto imekuwa safari ndefu, hatimaye namshukuru Mungu nimekamilisha. Kama unaona majina haya ambayo yanapatikana kwenye hii albam, albam inaitwa Wake Up Call. Wake Up Call, kwa maana ya simu wamshi, simu inayomwamsha wa mtu. Sasa kuamka hapa sio kutoka kwenye usingizi wa pono, ni kuamka kutoka kwenye usingizi wa fikra. Kwa mtu akisikiliza hii albam yenye nyimbo kumi basi ata, ata kwa namna moja au nyingine, itamboreshea namna yake ya kuyachukulia mambo itamfungua. Ndio maana nikaita wake up call album. mm -hmm. Na ni mshukuru sana my big brother Darasa kwa sababu nilipokutana naye nikutana naye katika harakati za, za, za, za, za, za kufukuzia ndoto zangu za utangazaji my brother. Sasa nipokutana naye mambo yalikuwa mengi, nilikuwa nataka mimi kufanya, yani anafanya vizuri, lakini sasa hakuwa anapata ya time ya kutosha back then araundi kama elfu mbili kumi na mbili hivi kumi na mbili kwao, mimi nilipambana nilipokutana naye tukata, long story short, nikwambia nataka niwe nazitengenezea playlist nyimbo zako, halafu na nafanya kama natangaza radio, yani kama na countdown naziweka na zenyewe. Kwa hiyo wish yangu ilikuwa kwa nini yeye apate platform kwenye media kwa ukubwa ule wakati ana uwezo mkubwa, basi nilipokutana naye, huu wimbo haujafanywa jana wala juzi Mrefu. E, ni wa muda mrefu huu na ni wa muda mrefu na mdongo unaitwa wake up. Mimi niliuita amka kwa Kiswahili, ila akasema ili uende mbali zaidi, hatu kwa watu wengine, tutauita wake up, na ndio imezaa hii ngoma ndio, ndio imezaa jina la album ambayo ni wake up call. Okay. na my brother. Kwa hiyo bado mko tight, nawasiliana na, na jamaa maake, mm. pindi hicho alikuwa bado, yeah, anajitafuta naye, lakini sasa hivi ni superstar major kweli, kabisa kweli kwa sasa Sina mawasiliano naye. Mara ya mwisho kuwasiliana naye ilikuwa elfu mbili kumi na sita ilipotoka muziki, nadhani elfu mbili kumi na sita aha, ndipo tuliwasiliana. Mimi nilikuwa tight sana na mm. mambo ya kama nilivyokuambia job kule kazi, si, eh, lakini kabla ya kwenda job nilikuwa chuo, kwa hiyo nilikuwa tight sana na masomo. Kwa hiyo sasa hivi nipo tayari kabisa kuikonka industry. Uko tayari ukikonka? yes. na hii ngoma ya uh, track namba number sita kichwa na, na jinako ishatoka, ina video. Ulishaitoa ili kufanya uwitwe BASATA wewe, kwa sababu watu wakawa wanauliza, hicho kichwa unachokizungumzia, mbona unazungumzia kitu tofauti? Na ni kweli, hii track bwana, ina historia kubwa mm. na hata nikikuonesha hapa, unaweza kuona kuna wito kutoka BASATA. Yeah, uliitwa Baraza la Sanaa Taifa, BASATA linapenda kuwajulisha kwamba kutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2023 siku ya Jumatatu, katika ofisi za baraza zilizoko uh, zilizopo Kivukoni, jengo la utumishi kuanzia saa 4 asubuhi. Ajenda ya kikao ni kujadiliana kuhusiana na wimbo wenu uitwao Kichwa. Yes my brother, ehe, mkaitwa pale kwanza. Eh, mimi kipindi hicho ilikuwa chuga huko, nilikuwa Arusha, nilikuwa <clears throat> tuna movement zangu za harakati tu za mambo ya music na maswala mengine tu ya ya ya ya kikazi, nikishangaa Jinako ananipigia simu, nikasema Jinako ananipigia simu kuna ishu gani? Na of course, hii project ilikuwa imeenda sana kwa sababu tuliweka kwenye account ya Jinako. Ah, okay, eh, ilikuwa imeenda sana na ilikuwa inakaribia, ina, ina watazamaji milioni moja yaani, ilikuwa imeenda mpaka ikaenda mpaka mbali mona. Sasa aliponipigia simu jinako akaniambia e, mm, Dk. Mapana amekupigia. kipindi hicho mi hata sikuwa nafuatilia mm, basi hata sikuwa nafuatilia hata sikuwa nimesajili, hata umjui katibu sinyewe mtendaji, e, nani? Nikasema ndio nani? Akasema katibu mtendaji pale Baraza la Sanaa la Taifa, nikasema bado mi sijapokea simu yake. Baada ya muda nikapokea ujumbe mpaka sasa hivi nayo hiyo meseji kwa mm, mm, ya kuitwa kule BASATA. Sasa nipopokea uji, ule ujumbe kama unavyoona hii hapa mm. Nipopokea ule ujumbe mi nika save kwanza ni, nipopigiwa ile simu, si namba ngeni, mi nikahisi ni wale wazee wa tuma, tuma kwa namba hii, yeah. Nikasema ni matapeli tuma kwa namba hii nikauliza, we nani? Akajitambulisha pale vizuri kabisa, yuko very humble, akajitambulisha akaniambia naongea na mtu fulani, nikamwambia ndio. Unahitajika kwenye baraza la sanaa la taifa, akataja hiyo tarehe ambayo imeandikwa hapo kwenye huo wito. hii hii ilikuwa ni Dr. Mapana mwenyewe alikutumia? Hey, hmm. Mapana Basata kwao watu wakushtuka, kwa sababu ulikuwa ufuatilii. mimi sikujua hata nani, lakini hii alikuja akanitumia baada ya kunipigia sana simu usipokei. Ah, okay. So, nilikuwa nasema hawa watakuwa ni watu gani, popokea simu ikawa kama imewekwa hewani hivi. Baadaye sasa nika, nikajua ananiita baadaye, akanitumia akani, akani meseji hii ambayo meangalia baadaye, akanitumia WhatsApp, yeah nikaona ule wito basi. Nipoona ule wito nikaona mbona wito ni mzuri tu, labda kwa sababu ngoma inafanya vizuri, labda wanataka kunipa mkono wa kongole bwana. Lakini nikamwambia sasa mi nipo mbali, kwa sababu siku alioniambia ni kama siku mbili baadaye, kwa mimi nipo Arusha huku siwezi kuja huko kwa haraka. Akaniambia unapoitwa na serikali, atakiwe kuleta maswali mengi mm. Nikamwambia samahani, sasa ntafanyaje, utaratibu labda naweza nikapata nauli unaenda <laughs> na kupewa pongezi, hey, saan, nika, nika sema, na nauli hey, na na wa, akani <laughs> na akaniambia mzee, kazi imeshushwa. Nikasema uh -huh. Imeshushwa, kuna jambo gani? Kama wito unavyosema basi nikajua hapa kuna noma. Uh -huh. Yeah. Kesho yake mimi nikajiandaa vizuri. Ndio tuende nilikuwa nimekuja na kaunda suti fulani ambayo aliniachia mshu wangu ya urithi, nilipunguza ni nilipunguzapunguza, taona kwenye picha nitakuja nikuonesha uh -huh. Tulikuwa tumekaa pale. Sasa siku hiyo mimi nikaenda mapema kweli, nafika hivi <coughs> nikakuta tayari imeshaandaliwa pale ishu ya kikao pale, kuna wanasheria wa serikali, nikaona jopo kabisa nyomi la watu. Nikasema mbona ni balaa leo hapa limetokea eh. wa mm. jinako simuoni. Nikasema sasa niko peke yangu, mbona jinako hayupo hapa, simuoni. Basi kikao kikaanza pale, wakasema jinako amesema anakuja, yupo njiani. Nikasema basi haina shida mi nikaanza ku, kuhojiwa maswali pale. Kwanza swali la kwanza akaniambia tumepigiwa simu na naibu waziri. Naibu waziri? Nikasema naibu waziri kuhusu nini? Akasema ameusikia huu wimbo ukiwa unazagaa huko mtaani, anasema huu wimbo mbona una ukakasi na umefika kwa watu umefikafikaje? Nikawambia sijajua mimi, sa changamoto nini? Labda tusikilize wimbo, mniulize ni kipande gani ambacho kina ukakasi ulipomtaja raisi ulikuwa unamaanisha nini? kwa sababu kuna vesi inasema, kuongoza Bongo raisi wewe ni kichwa, kudili na wabongo lazima ukune kichwa. Nikamwambia mimi, bwana mm. sijamtaja kwa ubaya hapo. Wakaniuliza wewe, hicho kichwa ambacho anasema rais ana kikuna, ulishawahi kumwona akikuna kichwa na hicho mm, ni kichwa gani unachokizungumzia? Nikasema mimi, mimi nimesema kuongoza bongo, kuongoza bongo, kuongoza bongo rais wewe ni kichwa, maana yake kuongoza Tanzania yeah. Nampa kongole, wewe ni kichwa, kudili na wabongo lazima ukune kichwa, yani kuongoza Watanzania lazima uumize akili mm, kwa sababu wanaweza wakawa wanataka hiki ukawafanyia kesho na wakataka hiki mara wakitaki kwa ndio chakuwa na maanisha Labda kosa langu hapo niambiwe mapana, kaivina, un, mm. kwe, ni lipi? Dkt Mapana ikawa kama amehafilika hivi, na jopo la wanasheria wakawa wananiambia, kwanza umesajiliwa. Swala la kwanza, mimi sijasajiliwa kweli. Nilikuwa nafanya harakati zangu Arusha huko underground kujitafuta, lakini sio kama nina nia ya kufanya sanaa bila kusajiliwa, kwa najua kujisajili ni muhimu, jambo la muhimu. Wakaniambia sasa, kwanza hujasajiliwa, kwa hiyo wewe unafanya sanaa kwa namna ambayo ni haramu sio halali, eh. Nikasema nakiri kweli, hapo nafanya makosa, kwa sababu nafanya sanaa sijasajiliwa. Pili, wakaniambia unajua kuwa ni kosa kisheria kutumia jina la rais au kiongozi wa juu kabisa mm. wa taifa hata kutumia picha yake hata kutumia jina lake la kuzaliwa. Nikasema mimi na, naweza nikawa nakubaliana na hilo kwa sababu ule ni ule ni kiongozi wa juu. Kwa hiyo mimi si, sijamtaja kwa nia mbaya, ila kama nimeeleweka ndivyo sivyo, au kosa langu liwe nikutaja kutaja rais pale nimetaja cheo chake, basi mniwe radhi na nitajirekebisha. Kama hilo nilokosa nilofanya basi nikuwa nimejifunza kitu, my brother, na sasa hivi niko makini sana na niwaambie yeah tu wengine ambao labda hawajui jinsi ambavyo kitu ni hatari yeah. Kuna watu unaweza kuona kwenye mitandao ya kijamii wanapatipati zao tu wa mm. wame apala, unakuta wameweka picha ya rais au wamemtaja pale, unakuta mtu labda na, na labda unakuambia labda biriani la mama unakuta ameweka na picha ya rais yeah. Kisheria ukija kuingia kwenye kumi na nne zao, kwa sababu mi nilipitishwa kabisa na wanasheria kwenye kitabu wananionyesha, wananiambia hauwezi kuchomoka mzee, ni jambo unatakiwa upate kumbe kibali Mm. Yaani sio tukienyeji kienyeji tu unakuta bado wewe umeota kuprint t-shirt kwa mambo yako binafsi. Unasema sio hii labda jogging ya mama yeah, au jambo lolote. Lazima upate kibali. Ni upate kibali na lazima wajiridhishe. Bila kujiridhisha utakuwa umevunja sheria na sheria si unajua, kutokujua sheria hakukuondolei hatia. Yeah. Naam. Kwa hiyo basi nikapewa elimu pale, tukakaa, baadaye akaja jinako. Basi msala mzima ukahamia kwake. Wakawa wanamwambia, wewe ni msanii wa muda mrefu, unajua imekuwaje ukajaza sauti kwenye huu wimbo na unaona una ukakasi? Kwanza akauliza hivi, umelipa ada? Risiti unayo ya malipo? Akasema nimelipa. Akaambiwa sasa imekuwaje huu wimbo unaitwa kichwa unazaga kuna namna fulani mazingira yake sio sawa. Sasa akasema kama ulimshauri, mbona ukajaza sauti? Zungumia sijaze sauti mpaka huo wimbo ukae sawa. Eh, baadae hapo akatoa maelezo, na yeye akawa amekiri kuwa kosa kubwa sana sana, sana, ni kutaja hapo president, na naye akasema tutajirekebisha, tutafanya sanaa safi kwa ajili ya kukuza sanaa yetu kwa ujumla. Basi project ikawa imeshushwa mpaka sasa hivi haipo youtube video Wakaniambia nifanyie ni marekebisho hiyo audio. Hiyo hiyo ipo kwenye album nilifanyia marekebisho vizuri kabisa. Ah, sio kichwa ile nyingine. Eh, ni kichwa lakini sio kichwa kile ambacho kileta utata. Hmm. Aha. Naam. Ah, ndio hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni wake up call pia na wewe eh, kama album inavyosema, imeniamsha. Eh, yeah. Sasa hivi naenda kwa step na najitahidi na sana kwenda kwa umakini. Haukupigwa faini? Ah, nitakiwa nipigwe faini. Eh lakini kwa sababu ni mara ya kwanza mm, nasikuwa najua, basi nilitangaziwa msamaha tu kuhurumia, ila adhabu ilikuwa ni kuishusha project ambayo ilikuwa imeenda mbali mm -hmm. na mi nikuwa nimefanya video kubwa, imagine jinako na ilikuwepo timu kubwa kabisa ya performance ambayo lazima ugharamie ili wapate na walipe na hiyo. yeah, yeah, project voko jinako akufanyia Dar es Salaam kwa alikuja kufanyia Arusha. Ah. Na, na, na, na baadaye video mimi ndio nikaja tena huko Dar es Salaam kufanya. Kwa hiyo ni gharama kubwa. Ni project yangu ya kwanza ambayo nilifanya ni, ni huge investment na ndio ikakumbana na huo msala sasa wa kupigwa yeah. Stop. Naam. Ah, bana ndio hivyo masuala ndio yeah. Changamoto zenyewe si hizo. Siacha kwa sababu imekomaza yeah. zaidi. Au sio? Yes, my brother. So so album inatoka lini? Hii album by next week Ijumaa kwa ah, sababu okay, mtu wa, wa, wa, wa kuweka kwenye digital platforms mm, yupo anashughulikia na, na, na, na, nataka nikiachia nifanye official launch japokuwa kuna baadhi ya project ambazo tayari zimetangulia YouTube, lakini yenyewe kabisa kama full package kwa nyimbo zote kwa YouTube, yeah, by Ijumaa wiki ijayo jayo. Okay, na my brother, so wake up call track kumi eh? ngoma na, no, ipi ambayo ni latest hapo ambao mm. ulirekodi hivi karibuni uh, yaani hapa nikiangalia ngoma ambayo ya muda mrefu sana ni hii tu moja weka ah, na darasa na zingine zote hizi ni za hivi, za hivi, hivi karibuni yeah, sio za muda mrefu uh, tamani sana kusikia bele 9 amefanyaje kwenye hiyo track na anayetufuatilia sahivi akiingia kwenye YouTube chaneli yangu ambayo ni Wakusoma, ishatoka hio hiyo hipoii na Baraka nimekufa imani ipo YouTube, nyingi, nyingi zishatoka ipo YouTube, atushiki simu ipo YouTube na 6 ambayo ndio najuta ipo YouTube, mm -hmm. kichwa pia ipo YouTube. Sasa mbona kama ni compilation ndugu yangu hii? Mm, nahisi yes. Kama ni ukitoa albamu inatakiwa tutusikie nyimbo ambazo hatujawai kuzisikia, lakini kama unaniambia kwamba uh, no. Ndio bado, e, bado. Ae, ae. Kwa hiyo nimekufa ishatoka penzi no. Jipya tayari hatushiki simu tayari najuta Na Na Na kichwa tayari Na. Bosi wa mbinguni bado, bado. Trinted? bado. Change location? bado. So ah, kudai kwa hiyo at least kuna sita mpya. Nah, nah, sio, kwa hiyo tusubiri. Yes. Okay. Um, uh, sasa tuone utafanya official launch, mzee. Nitafanya, nimejipanga, my brother, nataka kazi inapoenda kwa sababu jinako alishaniambia mzee, usibipu i game nadu ah, okay. Uingie mzima mzima kwa hiyo nitafanya official launch na uh, ndio